Dayosisi ya Kanisa Anglikana Tanga kupitia idara ya vijana inazialika kwaya zote, chipukizi, skauti wote, mabalozi wa Injili ya msalaba na vijana wote kushiriki kongamano la vijana litakalofanyika TTC Korogwe kuanzia Juni ishirini na saba hadi Juni 30. Kuingia ni Juni 27 saa kumi jioni na kutoka ni Juni 30 saa nne asubuhi. Kila mshiriki atapaswa kuchangia shilingi elfu tatu tu za Kitanzania kwa ajili ya chakula pamoja na malazi. Kwaya zitakazoimba ni chipukizi pekee. Wimbo wa siku mia mbili hamsini na nne ubeti wa kwanza wa pili na wa nne kwa tiuni namba mia mbili themanini na saba kwa upande wa nyimbo za mahadhi ni, ni ya Kimanda na, ngoma ya mganda Wangoni, ngoma ya lizombe wa, wa Makonde, ngoma ya sindimba Wazigua, ngoma ya msaje Wasambaa, ngoma ya fika au Wabondei, ngoma ya utwasi. Michezo mingine itakayohusisha vijana wote ni mtihani kuhusu Biblia na kanisa, maigizo, ucheshi, rede, mpira wa miguu Sarakasi, kuvuta kamba, kufukuza kuku, pamoja na riadha. Ada ya ushiriki itumwe kupitia NMB akaunti namba 41 50 23 01 sita ishirini na nne, yenye jina Youth Organization. Pia tunawakaribisha wadau mbalimbali kuchangia ili kufanikisha kongamano hili. Vijana wote mnakaribishwa.